Taarifa hii imetolewa na Baraza la Sanaa la Taifa basata chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, sanaa na Michezo tarehe 21 Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano ikihusu wimbo uitwao Teremsha Bunduki uliotolewa tarehe 10 Oktoba 2025. Wimbo ulioimbwa na msanii Ibrahim Musa maarufu Roma Mkatoliki na kutayarishwa na Kitonzo Medit kwa kushirikiana na, na ACMG family. Baada ya kupitia maudhui ya wimbo huu, baraza limeupa daraja la KK, sawa na daraja R, ambalo linamaanisha kuwa wimbo huu haupaswi kupigwa, kuonyeshwa, wala kusambazwa mahali popote nchini. Hivyo baraza limeuzuia rasmi wimbo huu kwa mantiki kwamba haupaswi kupigwa katika vyombo vya habari wala kusambazwa mitandaoni hadi marekebisho yatakapofanyika na kuidhinishwa. Ukiukwaji wa uamuzi uliofanyika utasababisha mhusika kuwajibika kisheria kulingana na kanuni ya 25 sura ya 8 vifungu a na b vya mwaka elfu mbili na kumi na nane <todiculia>